Wakati mwingine katika maisha yetu tunakaa kwamba tunatamani sana siku zilizopita, kwa sababu tunafikiria kwamba siku zilizopita maneno yalikuwa mazuri sana. Hata umesikia watu wakisema ya kwamba Krismasi siku za zamani tulikuwa tunatembea vizuri, tulikuwa tunakula vizuri. Krismasi siku hizi si kama krismasi za zamani, afadhali sherehe hizo za zamani tukiwa wadogo. Maandiko katika Mhubiri saba mstari wa kumi inasema usiseme, kuwa ni siku za kale kupita siku hizi, maana, siku hizi, maana si kwa hekima uulizavyo neno hilo. yaani, inataka kusema hapa kwamba kama utauliza kwa nini zamani kulikuwa kuzuri hivi na siku hizi ni mbaya namna hii, inasema kwamba aulizavyo hivyo anauliza hivyo kwa kukosa hekima. Ama anayeusema siku za zamani zimepita siku za sasa kwa ubora, mtu huyo ni mjinga kulingana na maandiko. Sababu ambayo ni kubwa sana ambayo inafanya aseme hivi ni kwamba maneno ambayo yalifanyika kitambo, hata yawe mazuri kiasi gani, hayana faida kwa maisha yetu ya sasa. Hadithi za ushindi wa zamani hazina nguvu. Maisha ya watu, kuna watu wanaishi kusifu siku za zamani, sijui alikuwa kwenye jeshi, hakuna bunduki ya aina yoyote jawai guza, sijui alikuwa ameenda Israel, Israeli, sijui mafunzo ya kijeshi sijui anafanya. Na saa hizi, wakati anasema hivyo, ako kijijini na hakuna hata kitu kimoja unaweza sema alifanya wakati alikuwa kwenye, anasema ati sasa kikamletea manufaa ya baadaye. Kwa hivyo, kusifu siku za zamani ni kuonyesha ujinga mtu walio nao katika maisha yake, kwa sababu mambo ya zamani hakuna wakati yatakuletea manufaa ya siku za leo na hakuna wakati ushindi wa zamani utakuwa na manufaa kwa mtu. Hata wanariadha hawezi kuwa anasifu tu siku za zamani, kwa sababu mabingwa wengine watainuka na rekodi zake zitafutwa na atasahaulika. Mabingwa wakubwa hata wasoka anakufa kifo cha kuhurumiwa, kwa sababu ushindi wake wa zamani hauna sehemu katika maisha yake ya sasa. Huku mbele tunakoelekea ndiko kuna mambo makubwa ambayo Mungu anaweza kutufanyia. Tuachane na kusifu siku za zamani, kwa sababu zamani hata ni mateso tulikuwa nayo, tukikumbuka jinsi tulivyotembea kwenda shuleni bila viatu, tukikumbuka u jinsi tulivyorarukiwa na nguo tukikumbuka jinsi tulivyoenda mtoni na mitungi, wengine tukalala njaa, wengine tukakula ugali na chumvi, na sasa tuko hapa tukisema afadhali siku za zamani. Na saa hizi tunasherehekea, tunapumzika kwenye vyumba vyetu vizuri, tunajiangalilia runinga jinsi nchi inavyoendelea, tuko na simu za mkono. Zamani tulikuwa tunatembea kwenda kupeleka habari, na sasa tuko hapa tunasifu siku hizo za mateso makubwa kwa sababu ya ujinga wa vichwa vyetu, tukikumbuka jinsi zamani kulikuwa ni kazi ngumu hata kupata runinga ya kujiangalilia, jinsi tulivyopanga foleni kwa wenyewe, ili tujiangalilie miereka. Na wakati mwingine miereka ikifika, ya wanazima tv ama tv inapelekwa bedroom tusione. Na saa hizi ma tv tumejazana nazo nyumbani, kuna mtu akona tv jikoni, ingine hata iko bedroom, akiamka saa ngapi za usiku wanajiangalilia. Kuna mitandao ya kijamii kabla hata ya news kufika, tushaona kwenye simu. Zamani tulikuwa kwenye giza, lakini tuko hapa tuna sifu siku za zamani. Ni vizuri kujua kwamba ukibebwa sahii upelekwe Krismasi hizo unazo sifu za miaka ya tisini ganisha na mambo ya miaka hii ya elfu mbili ni mambo ya kimchezo sana. Jinsi mlivyotembea muda mrefu kwenda dukani na saa hizi vitu unanunua hata online. Jinsi mlivyorarukiwa na manguo, saa hizi umejazana nguo kwa wardrobe yako, zingine zinangoja ukonde zikutoshe, zingine zinangoja unone zikutoshe. Ulienda bila viatu, saa hizi umejazana na viatu. Wacha kusifu siku zilizopita, huku mbele kuna maploti mengi ambayo hatujanunua, kuna magari makubwa ambayo hatujaendesha, kuna mashamba makubwa ambayo hatujalima, kuna marafiki wengi hatujapatana nao, kuna mataifa mengi ambayo hatujatembelea. Tusisifu siku zilizopita, kwa sababu hata kama maneno yalikuwa mazuri, hayana faida kwetu sasa. Mambo ambayo yatatubadilishia maisha ni mambo ambayo yanafanyika kuanzia sasa kuelekea mbele. Bwana atusaidie sana. Neno la Uzima.